Asante sana kwa jina, naitwa abdallah amiri sheiza, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Na wakati naenda kwenye mada hii, niweke wazi kwamba watu wasije wakashangaa kwamba kwa nini huyu mwanafunzi naye yuko hapa. Sisi tukimaliza chuo tuna, tunaenda veta, baada ya veta ndo tutakuja kujiajiri. Sasa tusipopambania kuweka sawa swala hili litakuja kutuathiri baadaye <laughs> hey. Sasa nikienda moja kwa moja kwenye mada yetu inayosema ni nini kifanyike ili kudhibiti uh, wawekezaji wa kigeni wanaofanya biashara za uchuuzi ambazo zilipaswa kufanywa na wazawa. Sasa ni nini kifanyike? Nafikiri nimesikiliza mawazo ya wachangia mada mbalimbali hapa, ambao ukiangalia kiundani hawajawakataa wawekezaji wa kigeni hawajawakataa kabisa, bali wanachokataa ni swala la hawa wawekezaji wa kigeni kuja huku kwenye nchi yetu na kupoka mpaka zile biashara ndogo ndogo ambazo tulipaswa ku, kufanya sisi Watanzania au zilipaswa kufanya na wale Watanzania ambao wengi wao ni wakosaji wa, wa ajira ambao wako mitaani. Sasa nini kifanyike? Mimi nafikiri cha kufanyika ni sera. Sera ndio kila kitu na sera ndio zinaongoza kila kitu katika taifa fulani. E, tunasema polisi kwamba ndio ina, inaendesha, ina, ina inadetermine, ina, ina nini kifanyike au nini kisifanyike. Sasa sera zetu zikoje kuhusu hawa wawekezaji wa kigeni? Ni sisi, sera zetu ndio zinazowaruhusu hawa wawekezaji wa kigeni kuja na kwenda kufanya zile biashara ndogo ndogo kabisa. Kwa hiyo sera ziangaliwe na sera zifanyiwe marekebisho ili wawekezaji wa kigeni wanapokuja waje kufanya biashara ambazo hazitatumiza sisi wazawa wala hazitawazuia wao kufanya uwekezaji wao hapa Tanzania na kuingizia taifa letu mapato. Asante sana. Karibu. Eh,